Kutamka kwamba utakufa vibaya. Nani alikutamkia kwamba utakuwa hivyo hivyo tu? Nani alikwambia? ulipopeleka ile habari, wewe unaenda kuolewa, akakwambia wewe wa kuolewa wewe? Nani alikutamkia maneno hayo, maneno ya kichawi? Hakuna uchawi mbaya kama maneno. Uchawi wa madawa una uwezo wa kunasuliwa, lakini uchawi wa maneno ni mbaya sana. Unanasuliwa tu na Biblia, kwamba aseme neno nalo lita simama. Na watu mlitamkiwa maneno ya kichawi hapa leo, mnateseka leo, mnaumia yale maneno yanawafuatilia, ndio maana viuno vyenu vinauma, sababu ni neno limekaa hapo kwenye kiuno. Shika kiuno chako hivi, sema kwa jina la Yesu, maneno yote ya kichawi ya kichawi yanayonifuatilia, yaliyosema kwamba mimi ni wa hivyo hivyo, kwamba mimi ni maskini, ninakataa leo. Ninakataa leo, mimi sio maskini kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, imeandikwa alichavwa viboko thelathini na tisa kwa ajili ya ukombozi wa mgongo wangu na kiuno changu. Mateso yote mateso yote, hii siku ya leo ninayaharibu kwa jina la Yesu. Uchawi fatirizi unaonifuatilia, ninauharibu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mimi sio mnyonge tena mimi sio mdogo tena, mimi sio dhaifu tena, maana imeandikwa, na aliye dhaifu aseme mimi nina nguvu. Sasa so, mimi nina nguvu, mimi nina nguvu kwa jina la Yesu, nguvu ya pesa, nguvu ya mali, nguvu ya watu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila pando lisilopandwa na Baba ya mbinguni litang'olewa. Hii siku leo, mapando yote yanayonifuatilia ninayang'oa kwa jina la Yesu. Tupa kwenye tola moto. Ninapanda uzima, napanda baraka. Baraka zinifuate, baraka zinifuate, mazuri yanifuate kwa jina la Yesu. Chapia Yesu makofi. Kijijini kwenu ulikotoka kule, chimbuko la wazazi wako yule mwenye kijiji alitamka akasema, hiki kijiji watu watasoma. Ndio maana walikuwa wanatoa mtu mmoja ndio anaenda kuwakilisha kijiji. Nasema hivi, watoto wako lazima wasome. Amen, sio wewe mzazi usisome. Nasema kwa neno la Bwana, watoto watoto wote lazima wasome kwa jina la Yesu. Kila kijiji walisema wanawake wazuri wote ni wake wa machifu hawataolewa na mtu mwingine. Wale wazee wa zamani, wale machifu au atemi, akifa anazikwa na watu wengine wanne, riziko amekaa. Bwana asifiwe. Zile damu zinalia, mtu anazikwa akiwa hai, ameacha familia yake, ameanza kuwa yatima. Baba yako alikufa huko, anajiona weu utakufa, nasema kwa jina la Yesu, nasema hivi, ile laana inaofuatilia watoto wako atabaka, kwa jina la Yesu, watoto wako ata fukuzwa shule, kwa jina la Yesu, ile laana ya kuombaomba mikate barabarani naikataa kwa jina la Yesu, naikataa laana ya mhangaiko kwa jina la Yesu, naikataa hiyo laana hiyo laana ya mhangaiko na naikataa pale kijijini kwenu Chifu alisimama akasema, kwenye kijiji hakuna atakayenunua gari, ndio. mm -hmm. Maana umekuwa unaweka hela sana ununue gari lele, tatizo linatokea, gari aununui, umetoka mm -hmm. kwenye kile kijiji ambacho kilicholaaniwa mm -hmm. Kwa jina Yesu, najitoa mikononi mwao, najitoa mm kwenye hizo -hmm. laana, najitoa kwenye hizo laana mm -hmm. mm -hmm. za kijiji kwa jina la Yesu, wenyeji wangu, mimi ni wa mbinguni, baraka zangu mimi zinatoka juu. Kuanzia leo ninaandika ukurasa mpya, mwanzo mpya, maisha mapya, mazuri mapya, kwa jina la Yesu. Maana Biblia inasema, tazama yakala amepita na amekuwa mapya. Mungu akakupe mapya kwa jina la Yesu, kwenda ukoo wako babu yako alizulumiwa, babu yako akatoa laana kwamba usiende mjini, wanazulumu. Ndio maana mjini unachukia, una kikao mjini, kila sehemu vyumba vinakujua. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninakataa kupanga. Kwa jina la Yesu naivuta roho ya kujenga, navuta roho kumiliki ardhi. Kwa jina la Yesu. Miaka ya zamani kwenda uzao wenu, kuna watu waliuzwa biashara utumwa. Leo tupo kwenye hii maramba. Bwana Yesu asifiwe. Leo tupo hapa maramba, watumwa wote walikuwa wakitoka huko kanda ya kati au kanda ya ziwa, wanafikishwa hapa, wanakunywa maji kwa sababu ya ile malambo mawili. Bwana Yesu asifiwe, palikuwa kuna malambo mawili. Ilikuwa ni sehemu ambapo maji yakauki. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe upo hapa, Mungu amekuleta kwa makusudi maalum. Umejikuta umekuwa mtumwa bila kujua. Wewe unahangaika, unatoka nyumbani asubuhi unakwenda kutafuta hela, asubuhi unakwenda kutafuta hela ya kula. Unaenda kutafuta hela ya kula kweli? Unahangaika miaka yote unatafuta hela ya nini? Ya kula. Ha!